Huyu mtu ataendesha wa mpaka wakati huu. Kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya sita kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu. Kosa letu kueneza huduma bora mashule mazuri, mpaka kule vijiji, hilo kosa letu. Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu. Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama ikalike na watu wafurahi. Hilo ilo ndio kosa letu. Kosa letu ni nini? Kama mtu hampendi anaongeza anayeongoza, tustahamili tu, tu. Mioyo yote imeombwa na stahamili, demokrasia ipo, ataongoza ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo awamu ya sita, wote walipendwa na kila mtu? Nchi ilivurugwa? Sa kama humpendi Samia, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo, humpendi kwa dini yake, humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Katiba yetu, sheria zetu zipo, nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria zetu. Hakuna sababu ya kuvuruga nchi, ndugu zangu. Kwa hiyo niwaombe sana, zile sumu zinazotiwa huko Mnapotiwa sumu tumieni akili zenu. Maumbile yetu na utajiri wetu isiwe lana tukauana sisi kwa sisi kwa kushawishiwa na wanaotolea macho nchi yetu. Hapana, mjenga nchi ni mwananchi. Huu ni wakati wa Watanzania kushikana, ndugu zangu, na kujua kwamba yaliyoumbwa na Mungu hapa kwetu ni yetu, ni yetu, na haya Mungu alitupa makusudi kuinyanyua nchi yetu, kuinyanyua nchi yetu. Nyuma hatukuwa tunapigwa mawe sana, tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini na nini, lakini tulivyofungua utajiri, tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara, tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu, hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Kwa hiyo huu si wakati wa kukaa tukanyosheana kidole sisi kwa sisi Tanzania. Ni wakati wa Watanzania kushikana tukasema, Tanzania ni yetu, Mungu aliiumba hapa kwetu, na lazima itufaidishe sisi wa Tanzania. Tunaposema tunalinda sovereignty, tunalinda uhuru wetu tunalinda nchi yetu, lazima tuseme kwa moyo. Sisi wazee ambao tunakwenda zetu na vijana mlioinuka hapa wa under 50, sisi tunaondoka, tunawaachia nyinyi. Hatujui kati yenu au nje ya nyinyi nani anakuja kuwa rais hapa, lakini hilo mlijue vizuri sana, mlijue vizuri sana. Na kwa bahati mbaya maumbile ya mwanadamu yanakushawishika Wameweza kuwashawishi watu wetu wengine, na ndio hao wanaotekeleza. Na ndo maana nikasema mradi huu uliotokea una walio upanga, kuna washitiri, kuna watekelezaji. Kwa hiyo kuna washitiri na watekelezaji ndani ya nchi yetu, ambao hatupaswi kwa namna yoyote ile kuwaachia watu vuruge. Nimesema kwanza turidhiani, na kwa sababu wamechafua nchi nilichofanya mwanzo ni kiunda, kuunda tume ya kuangalia undani wa hili jambo. Nimewapa miezi mitatu waangalie kwa undani, watuletee taarifa. Yaliyojiri ni haya, tofauti ziko hapa, hapa palitokea si haki, hapa palikuwa na haki. Tukisha kuyajua hayo, tunakaa sasa, haya tulioletewa ni haya. Njoni kamati ya maridhiano, piteni sasa, tofauti ni hizi, ma, ma, matatizo ni haya piteni sasa kwa makundi mbalimbali mbali, wakwambieni haya tunakwenda nayo vipi? Hiyo sasa ndio tume ya maridhiano. Baada ya hapo, tunakaa kuunda katiba yetu. Hakuna aliyekataa leo. Wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? inaninginia wapi? tuipachue tuwape katiba? Ni, ni mchakato ni proses. Tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi, wanaweka visingizio. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa "Oh, Tanzania ifanye moja ifanye mbili ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivyo Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei? Kwao hayatokei. Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao, wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia, ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo tunafanya biashara wao wapate, na sisi tupate. Ndipo tunaposimamia tuangalie, vijana vijana wetu hawa wameingizwa njiani, wakaimbishwa wimbo wasioujua, wanadai haki. Haki gani? Hebu avutwe tu kijana pembeni, wewe uliingia, unadai haki, hivi ni haki gani? na hiyo haki hawakuweza kuidai kwa njia nyingine mpaka waingie njiani, wakafanye vurugu walipwe, wakachome vituo walipwe, wakafanye vurugu walizozifanya, hiyo ni haki gani? Lakini jengine wanalobebeshwa, wameingia njiani eti kwa ugumu wa maisha. Astaghfirullah, turudi kwa Mungu tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo, alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema, hawana sababu, hawana ugumu wa maisha. Kwa raha zako kabisa, mwenye ugumu wa maisha kweli? Kwa raha zake kabisa ataingia njiani akaimbe oyoyoyo, huo ugumu wa maisha? Mwenye ugumu wa maisha ana struggle, anahangaika kutafuta chakula chake cha leo na wengi walikuwa kwenye kazi zao. Wale wana ugumu wa maisha ha, wengine hawakuwa na ugumu wa maisha, walikuwa wana sababu za wenyewe. Kama madai ya wenzetu ni katiba, hakuna aliyekataa kurekebisha katiba ya nchi hii, hakuna. Mnakumbuka, niliunda tume ya haki jinai, ikaenda ikasoma Tanzania nzima, na wakaniletea haya ndio wanayoyaona Watanzania, na katika kuyatekeleza kuna ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Na ya muda mfupi na muda wa kati mengi, asilimia tisini tumeyatekeleza. Lililobaki la muda mrefu lilikuwa ni la katiba, marekebisho ya katiba, na lenyewe nikasema tutalitekeleza. Na mkisoma ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, nimesema ndani ya siku mia nitaunda tume ambayo itafanya kwanza maridhiano halafu tuingie kwenye mchakato wa katiba. Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya ushikamano. Amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi. Hata kama aliyepo juu ya serikali humtaki, kuna muda, this is a democratic country. Huyu mtu ataendesha wa mpaka wakati huu. Kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya sita kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu? Kosa letu kueneza huduma bora mashule mazuri, mpaka kule vijiji, hilo kosa letu? Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani. Hilo kosa letu. Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama ikalike na watu wafurahi. Hilo ilo ndo kosa letu. Kosa letu ni nini? Kama mtu hampendi anaoongeza anayeongoza, tustahamili tu, tu. mioyo yote imeombwa na stahamili. Demokrasia ipo, ataongoza ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo awamu ya sita, wote walipendwa na kila mtu? Nchi ilivurugwa? Sasa kama humpendi Samia, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo, humpendi kwa dini yake, humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Katiba yetu, sheria zetu zipo nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria zetu, hakuna sababu ya kuvuruga nchi, ndugu zangu. Kwa hiyo niwaombe sana, zile sumu zinazotiwa huko, mnapotiwa sumu, tumieni akili zenu. Hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo kuliko wanasiasa wanasiasa wakimharibu mtu wanamharibu mtu kichwani. Kichwa hakiweki, akija mwingine na zuri, ile baya litaondoka, zuri litaingia, lakini ndani ya moyo likiingia limeingia. Kwa hiyo viongozi wetu wa dini kaeni kwenye mstari wenu. Dini zetu zote, dini zetu zote zinasema kila mamlaka imeletwa na Mungu, kila mamlaka imeletwa na Mungu iwe kwenye mamlaka kuna mwanamke, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamme, kila mamlaka yameletwa na Mungu. Na sababu ya Mungu kuleta mamlaka hayo hakuna anaijua duniani, hakuna. Mungu peke yake ndo alikuwa anajua kwa nini Samia leo yuko hapa. Kwa hiyo niombe sana viongozi wa dini tuvae majoho, yale majoho yetu yaoneshe sura halisi. al hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu. Hakuna, ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa msivae majoho ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini. Dini zote niwaombe sana viongozi wa dini, tusimame tusivuruge nchi yetu. Kama madai ya wenzetu ni katiba, hakuna aliyekataa kurekebisha katiba ya nchi hii hakuna. Mnakumbuka, niliunda tume ya haki jinai, ikaenda ikasoma Tanzania nzima, na wakaniletea haya ndio wanayoyaona Watanzania. Na katika kuyatekeleza kuna ya muda mfupi, muda wakati, na muda mrefu. Na ya muda mfupi na muda wakati, mengi asilimia tisini tumeyatekeleza. Lililobaki la muda mrefu lilikuwa ni la katiba, marekebisho ya katiba, na lenyewe nikasema tutalitekeleza. Na mkisoma ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi nimesema ndani ya siku mia nitaunda tume ambayo itafanya kwanza maridhiano, halafu tuingie kwenye mchakato wa katiba.